bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themat supermarket piga simu namba 775967 gazeti ya habari leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni msajili atoa maagizo manne vyama vya siasa vyama kumi na nne vyatoa msimamo uchaguzi mkuu wa habari katika ukurasa wa pili tanzania yathamini mchango wa afdb mageuzi ya uchumi habari katika ukurasa wa pili CCM yataka uchumi ukuwe kwa asilimia saba nukta sifuri kwa mwaka, kuyagiza serikali makusanyo ya kodi yafikia asilimia kumi na tano nukta sita ya pato la taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. CCM yampongeza Samia tuzo ya Bunge. Habari katika ukurasa wa tano mwasisi wa tano wa fariki dunia. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Maeneo yaliyopimwa madeni kuongezeka mara tatu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. NEMK yaeleza hatari takataka za plastiki, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, inalo gazeti Mwananchi lenyewe y habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni fedha za vuruga vigogo serikalini, Marc dc wasome vyuoni na wakuu wa mashirika wakipigana vikumbo na wanasiasa majimboni. Sumaye hafichwa kiini cha tatizo, hatoa angalizo, utendaji kuporomoka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili ndugu. Ulioandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Fredrick Sumaye, ikisema naamini kwamba kama maslahi yatalingana na kada nyingine zinazofanana, hiyo itapunguza wimbi la kila mtu kutaka kuwa mbunge. Mimi naamini hicho ndio kipengele muhimu ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan inasema ili tuwe na uchujaji wenye haki na uadilifu, wale walioko kwenye vikao vya uchujaji ambao wenye nia ya kugombea watoe taarifa mapema, watupishe. Upande wa serikali tulikwisha kupata majina mapema, bado CCM ndani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika ofisa wa TFS anayedaiwa kuua raia kupanda kortini. Habari katika ukurasa wa 17. Dar es Salaam, mtumishi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS idara ya maliasili wilaya ya Kibiti mkoani Pwani anatarajiwa kufikishwa mahakamani wakati wowote wa kuanzia sasa, akituhumiwa kumua Haji Mnete kwa kumgonga na gari mm. hatua hiyo hatua hiyo imechukuliwa baada ya mtuhumiwa kukamatwa. ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa kumi na saba. Viungo vya binadamu vyabainika baada ya choo kuziba, habari meneka kwenye ukurasa wa tatu. Chadema yatoa hadi kufufua uchumi Tanga, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili lakini pia gazeti hili limeandika karya kuu saa ishirini na nne fupa gumu sababu za tajwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita. Na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele Jumatatu ya leo. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele, jika yaahidi kuendelea kuishika mkono wa serikali. Yenyewe benki ya Dunia na AFDB watoa USD milioni mia tano kumi na sita miradi ya kilimo washauri elekezi wawili mjapani na mtanzania wawekwa TIC kurahisisha uwekezaji, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Wakurugenzi a ura watembelea miundombinu ya gesi asili ya habari, katika ukurasa wa nne. Wampongeza Rais kwa kutunukiwa tuzo na Bunge, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wanafunzi wa Tanzania wang'ara duniani, wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania na wakufunzi wameshinda katika mashindano ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA lililoendeshwa na kampuni ya teknolojia nchini China. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika, waziri Kombo awasili Kosovo kwa ziara rasmi ya habari, katika ukurasa wa tano. ACT kushiriki uchaguzi Oktoba ikidai thamani ya kura, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Idadi ya waliokufa kwa mafuriko Nigeria yapindukia mia moja hamsini na moja. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili limeandika usalama wa app za benki kwenye simu, fahamu hatari zake. Habari katika ukurasa wa kumi na moja, na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti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 3, barua pepe toko hastz at gmail.com. Top One College of Health and Allied Sciences, we are the way to your success. Gazeti Nipashe Mwanga Jamii ninalo mikononi mwangu, lijo habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema, msajili bado kwa fukuta, Mnyika funguka sakata la kutotambulika ofisini hsema hawajakimbia uchaguzi. Mashahidi kuanza kusikilizwa, kesi za lisu zikiunguruma leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. nuguye John Mnyika kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe anasema, wakafikiri kwamba wakimkamata Lisu tutarudi Dar es Salaam, tutakuwa tunahangaika kwa safari za mahakama na gerezani, kwa hiyo kampeni itakufa. Mimi sikuwa hapo kwenye kampeni za majukwani kipindi hicho nilikuwa nina majukumu mengine ofisini. Baadaye tukakaa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Habari picha inamwonyesha John Mnyika, jaji Francis Mutungi pamoja na Tundu Lisu. Anusurika kifo akidaiwa kujaribu kuiba nyaya katika transfoma. Habari katika ukurasa wa nane. Hivi ndivyo itakavyokuwa mchujo wa CCM kwa wagombea. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Chama hicho kimeandika hatua watakazopitia watiania wa ubunge, udiwani, viti maalum hadi kuteuliwa kupeperusha bendera. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mchungaji ataka wanaomkejeli Rais Samia wakamatwa. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika siku ya maziwa, unywaji wa maziwa nchini bado uko chini ya viwango. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano rufani yamuokoa kifungo cha miaka sitini gerezani, kesi ya kunajisi mwanafunzi, ya habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Nipashe Michezo likiandika Fadhili, nguvu na akili yetu sasa ni dabi tu, habari katika ukurasa wa ishirini na nne na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii Zanzibar, kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yampongeza Dkt Samia kupewa tuzo ya heshima iliyotolewa na bunge kutambua mchango wake wa uongozi. Habari katik kwenye ukurasa wa pili, Sharif aitaka Osh kuwafikia wafanyakazi wananchi. Habari katika ukurasa wa tatu, kanuni huduma za utangazaji uchaguzi elfu mbili na ishirini na tano zaandaliwa. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, Tanzania anathamini mchango wa AFDB utekelezaji miradi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, Bangladesh yaanzisha kesi dhidi ya aliyekuwa waziri mkuu wa habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gazeti Uhuru, kweli daima, ni nalo mikorani mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni undani tuzo ya rais Dr Samia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ndugu za viongozi mbalimbali zimeandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, akiwemo mwenyekiti wa vyama visivyo na uwakilishi bungeni Abdul Mluya, akasema kutokana na tuzo hiyo aliyokabidhiwa na Bunge, taifa letu limeweka historia kubwa kwa kuwa na rais mahiri anayestahili kupata tuzo kwa kuwa sifa zote zinazotajwa anazo d rais d Samia. Mwenyekiti wa MEWATA d Zaitun Bohari ye amesema katika magonjwa ya watoto e wa ameongeza huduma za upasuaji wa watoto watakaozaliwa wameungana hapa nchini. Tumefanya seti tatu lakini zamani zilikuwa tunapeleka nje ya nchi. Pia hivi sasa tunafanya upasuaji wa watoto ambao hawana mfuko wa mgongo ndani wa taarifa kini, katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Pia ipo nukuu ya mhandisi mwandamizi wa UDSM Dr Silvestar, katika ukurasa wa pili wa gazeti hili gazeti limeandika usafiri sgr wakosha viongozi kutoka nje ya nchi habari katika ukurasa wa sita tunathamini mchango wa afdb dr mwigulu habari katika ukurasa wa tatu ccm yampongeza dr samia heshima aliyopewa na bunge habari katika ukurasa wa pili aliyemuua mkewe ahukumiwa kifo ndani wa taarifa hini katika ukurasa wa ishirini na moja mahakama kuu ya tanzania kanda ya dar es salaam imemhukumu isaya mzava kunyongwa hadi kufa baada ya kukutwa na hatia kwa kosa la kumuua mkewe. Gazeti limeandika songa mbele afariki dunia, kusafirishwa leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi nalo gazeti wa Machinga mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM ya mpongeza Samia tuzo ya bunge makala. Asema tuzo hiyo maalum ya heshima ya bunge ni kielelezo cha kuthibitisha mchango wa kipekee wenye matokeo chanya kwa kazi nzuri alizofanya katika kulijenga taifa. Mwenyewe akumbuka milima na mabonde aliyopitia wakati akikabidhiwa nchi mwaka 2021. Sasa mambo shwari taifa lina mshikamano, habari katika ukurasa wa nne. Mwenge wa uhuru watuwada kuzindua miradi ya mabilioni, habari katika ukurasa wa tatu. lakini pia gazeti hili limeandika kupunguza matumizi ya plastiki inayohatarisha viumbe hai, habari katika ukurasa wa tatu. Sheikh wa mkoa wa Dodoma atoa neno kuhusu mitandao, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa machinga katika ukurasa wake wa mbele. na sasa tukiukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikorani mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyew habari iliyopewa kipaumbele ni faili la Sowah latua kwa Mo, habari katika ukurasa wa pili. Mtambo wa mabao, straika huyo aliyetoa dirisha dogo la usajili amefunga mabao kumi na moja katika mechi kumi na mbili za ligi. Gazeti hili limeandika hatuchezi yachukua sura mpya, kigogo rayon aandika ukweli, dili la diara la kwama, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili sasi hana hofu akipiga tu juisi. Habari katika ukurasa wa kumi na tano dalali Ahmed, hawakufanya uchochezi? ili ni swali ambao majibu yake yapo katika ukurasa wa kumi na nne lakini pia gazeti hili limeandika ligi kuu bara, Jumapili Juni kumi na tano Yanga na Simba ni saa kumi na moja kamili jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani Olympic habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. PSG yatajasiri ubingwa wa Ulaya, lakini pia gazeti hili imeandika makabila amgezchumaua yake habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, kijiji la habari Tanzania katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.